Simulizi ya kweli kila mjamzito aliyeingia ofisini kwa daktari huyu alishindwa kukataa. Sehemu ya kwanza, iliyosimuliwa na Heli Stefani. Usisahau kusubscribe, piga like and share. Hii hadithi ni ya kweli ya kusisimua kutoka kijiji cha Mwendo wa Ndege. Kuna mengi ya kujifunza humu ndani kama wakina mama, kwa vijana na hata viongozi wa jamii. Sikiliza hadi mwisho aliyemwona alitoka akiwa na macho ya aibu, lakini wengine walirudi usiku kwa siri wakibeba hisia nzito moyoni. Wengine walikaa kimya, lakini walipojifungua walilia sana. Kijiji kilianza kuongea na hatimaye wamama walikaa kikao. Hii ni hadithi ya daktari Abdalla, aliyekuwa na siri chafu kuliko koti lake jeupe. Katika dunia ya leo si kila tabasamu ni la upendo, na si kila tabibu anaponyesha. Wengine wamevaa vazi la wema, lakini ndani yao kuna sumu. Leo utagundua jinsi kijiji kizima kilivyodanganywa na tabasamu moja na jinsi wanawake walivyopigania heshima yao. Kijiji cha Mwendo wa Ndege kulikuwa sehemu ya utulivu ambako kila mtu alijua jina la jirani yake. Watoto walicheza waziwazi, watu walilima kwa zamu, na vikao vya jioni vilijaa kicheko. Lakini miaka miwili nyuma, kijiji kilipata baraka. Daktari kijana mwenye elimu, mwenye sura ya kuvutia na sauti ya upole, alikaribishwa kwa furaha, akapewa nyumba ya kulala, hata jina lake likaanza kuimbwa kama mfano wa maendeleo. Lakini nyuma ya upole huo kulikuwa na kitu kingine, kitu kilichofichwa nyuma ya pazia ya kliniki yake ndogo. Daktari Abdala hakuwa daktari wa kawaida. Mara kwa mara aliwashika wajawazito bila tahadhari, aliwatazama kwa macho ya ajabu na kutoa maneno ya kukela yaliyofichwa kwa ucheshi. Kwa mfano, siku moja mama huyu aliongea naye, ngozi yako inang'aza sana leo umeolewa kweli? Hii mimba inaonyesha, baba wa mtoto alikuwa mkali sana, si ndio? Wanawake wengine walicheka kwa waibu wakifikiri ni utani wa kawaida, lakini wengine walinyamaza, wakavaa viatu vyao na kutoka bila kusema neno. Kila mmoja aliwaza labda ni mimi tu, lakini hawakujua kuwa walikuwa ni wengi. Jioni moja kwenye baa ndogo ya kijiji, daktari Abdalla alikuwa na rafiki zake wa karibu. Alikunywa soda yake taratibu, kisha akasema kwa sauti ya chini, wajawazito bwana. Ni watu wa pekee, harufu yao, muonekano wao, hata sauti zao huwa zina nifuruga kabisa, wanavutia kuliko hata wasichana wa kawaida wa okay, kijiji. Rafiki yake Hasani alicheka <laughs> wewe bwana, hii ni kazi ya tabibu, si kutamani, Abdalah. Hmm, kuna tiba ya ziada wengine kuja hapa kwa matibabu lakini wengine hutoka wamepona hata mioyo yao. Wiki zilivyopita daktari Abdalla alianza kubadilika, aliita wajawazito kaka na baby, aliomba wawasiliane kwa WhatsApp kwa matokeo ya vipimo, wengine alimtumia usiku Mama Halima alisema, "Aliniambia eti nina tumbo la ajabu. Alitaka kupiga picha, nikajua ni kwa ajili ya faili la hospitali kumbe. Kesho niliona picha hiyo kwenye whatsapp yangu alivyoitumia wamama wawili. Mama Mwanahidi na mama Jamila walikutana sokoni kwa bahati, wakaanza kuongelea mambo ya kujificha. Mama Mwanahidi: nilihisi labda mimi tu aliyekutana na maneno ya ajabu pale na kufanya vitu bila kupenda. Mama Jamila, la hasha, hata mimi niliona hali ile. Kila akija hapo ndani unajiona kama si binadamu tena. Mahana, ataongea vitu vya ufundi ambavyo vitakufanya umpe anachokitaka Sijajua kwa nini anataka vitu hivi na mimi. Aliniambia kwamba hii ni njia ya kupima njia na kuangalia jinsi mtoto alivyokaa, na nilishindwa kupinga kabisa. Sijajua mama Mwanaini, hata mimi nilihisi labda ndio utaalamu, lakini mbona hata wakunga wa kijiji huwa hawafanyi hivi Mama Jamila. mm. Hata mimi naona. Sasa tutafanyeje? Siku ya Hamis, chini ya mti wa mkuyu, wanawake 17 walikaa kimya. Kila mmoja alishika tumbo lake au mtoto wake na kuzungumza kwa hisia. Mama wa kwanza alinyanyuka na kuongea. Mama Zainabu, tusipo fanyia kazi huyu kijana, kesho atakuwa anatesa sana binti zetu. Mama Pendo: tunaheshimu sana lakini sasa anatufanya sisi tuache kuheshimu miili yetu. Mama Zainabu: kabisa, najua kwa watu wote tuliokuwepo hapa tunakuwa tushaelewa ni nani tunamuongelea. Mama Mwanaidi, mimi nimeshaelewa ni nani tunamuongelea, na hili swala sio la kulifumbia macho, maana mimi nilikutana na kitu ambacho sikuwahi kufanyiwa hata na mume wangu. Mama Zainani, naomba wote, kama wanawake ulifumbie macho ili kama sisi ni wapumbavu, lakini tulifungulie macho kama sisi ni wanawake imara na tulifanyie kazi. Amina alikuwa ni msichana wa kazi wa daktari. Aliona wanawake wakija usiku, aliona daftari lililoandikwa VIP appointment usiulize. Ah, alishtuka na kujiuliza VIP appointment usiulize, hiki ni kitu gani hey? Naa na wanawake wanaokuja usiku wanafata nini? Na wakiingia huku wanatumia muda mrefu. Naona kama daktari huyu ana siri ambayo huwa anafanya na wanawake wa watu wake za watu hii itakuwa ni mbaya sana siku moja, alisikia, njoo ndani mama, leo nitakufanyia tiba ya pekee, tiba itakayokupa raha na itakayokufanya ujisikie burudani kabisa. Alishtuka lakini hakusema. Alianza kurekodi, aliamua kusaidia kwa namna hiyo. Hasani alimkuta Abdalla anafanya mazoezi jioni, akamwambia, bro, kuna vikao vimeanza, wanawake wameunganisha dot. Abdalla: let them come, wengi wao walirudi kwa ridhaa. kama ni vita, na iwe vita. Bro, wewe unachukulia vitu rahisi sana. Nasikia unawapangaga wajawazito wa watu kwamba ni moja ya njia ya udaktari. Unatumia elimu yako kudanganyia wasichana wa watu. Tunapoelekea sio kuzuri, Abdala. Nimeshakwambia mimi siogopi na waache waje, waje. Lo, Abdala anakuambia, unapoelekea sio kuzuri. Serikali ipo, na wanawake hao wana waume zao. Unadhani kitatokea nini wakifahamu? Abdala, mimi ni daktari, mimi nimesoma kuliko watu wote hapa kijijini. Hakuna anayeweza kuniambia kitu, na mimi ndo msaada wao watataka watanipa, wasipotaka watanipa. Mimi nahitaji utamu wa kutosha, kila aina na fleva tofauti. Asante bro, unajua unaongea vitu havieleweki kabisa, kama ukusoma labda. Waache waje, mimi watakaokuja nitaongea nao. Jioni ya Jumamosi, wa mama ishirini na tatu waliingia kliniki bila taarifa. Abdalla alikuwa ndani na mama mmoja, mlango umefungwa. Mama mkubwa akasema kwa sauti ya juu, leo si tiba, leo ni hukumu. Tueleze ukweli wote, na sisi tutasema ukweli. Na mbona mlango huu umefungwa na upo na mama mjamzito huko, uko ndani tabia yako tunaijua. <clears throat> Nimesema tulieni, mbona mnakuja kuniharibia tiba? Mama mjamzito aliyekuwa huko ndani, jamani, mi mwenyewe nipo hapa ndani, lakini nimeshafanya kitu ambacho sikielewi ni... Leo si tiba, leo ni hukumu. Sisi tunafahamu na ndio maana tumefika hapa. Daktari Abdala, toka nje. Baada ya vuguvugu vugu lile kuendelea pale nje bila kupata masuluhisho na daktari Abdala kugoma kufungua huku, yule mama aliyekuwepo kule ndani akilalamika, maana alikuwa ni msichana mdogo anayevutia kwa ushirikiano. Amina alileta simu haraka kwa wale wa mama 23 waliokuja pale nje, alionyesha video ya Abdala akisema unapomshika mjamzito vizuri anakurudia mwenyewe. Wengi wao hawana mapenzi nyumbani. Hapa ndipo penzi la dharura linapotokea, ni utamu unapowanogea hapo. Kila mtu alishtuka, walilia wengine, na wengine walishangaa kwa kustajabishwa na maneno yale ya daktari wanaomtegemea katika kijiji chao, polisi walifika. Abdala alicheka kama kawaida, lakini kamera zilipowashwa uso wake ulibadilika. Wakati anapandishwa gari alisema, mtanihukumu, lakini si kila aliyeingia hapa aliingia kwa kulazimishwa. Ulizeni wengine, walirudi mara tatu, maana utamu uliwanugia. Wewe ni mlagai sumbua ulituambia kwamba hiyo ni njia ya tiba kuweza kupata ubora wa mtoto anapokuwa anazaliwa. Walipoondoka, wanawake walitazamana, baadhi walilia, wengine walikaa kimya, mama mmoja alishindwa kuongea. Je, alikuwa mmoja wa waliokuwa wanarudi kwa hiari? Je, wapo waliomtetea au wapo waliomtaka rudi haya ni maswali tunayojiuliza bila majibu, maana wengine hatuwezi jua nafsi zao. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya kweli. Sehemu ya pili inakuja hivi karibuni: usiku wa hukumu, siri zinazobaki. Usikose kusubscribe like and share, kwa sababu unachokiona leo kinaweza kumsaidia mtu kesho. Tukutane sehemu ya pili.